Hiki ni kisa cha kweli kabisa ambacho kimewahi kutokea huko nchini Afrika Kusini. Alisikika dada mmoja mtu mzima akisema, habari kwema. Je, unaweza kuhadithia mkasa wa kweli wa maisha yangu uliowahi kunitokea, lakini nataka iwe bila mimi kujulikana? Na storia yake ilikuwa kama hivi ifuatavyo: mimi ni mwanamke mwenye asili ya Afrika Kusini, ninaishi hapa Johannesburg. Lakini kitu pekee hasa kilichonifanya kuleta mkasa huu kwenu ni kwa sababu nina uchungu mwingi mno moyoni mwangu, kwa sababu ya jinsi nilivyoingizwa katika mambo ya uchawi, ingawa mimi mwenyewe sikutaka kamwe kuufanya uchawi huo. Nilikuwa na mpenzi wangu mwanaume ambaye nilipaswa kuolewa naye, na sikutaka kuolewa naye kana kwamba labda alikuwa akinilazimisha? Hapana, bali nilimpenda pia kwa mapenzi ya dhati. Hapo zamani kidogo niliwahi kwenda kumtembelea bibi yangu. Ilikuwa mwaka 1989 huko mashariki ya mbali vijijini Eastern Cape, ambako bibi yangu alikuwa akiishi. Lakini nilipoenda huko, bibi yangu aliniambia nishike mmoja ya paka wake, na nikafanya hivyo na ilikuwa ni siku ya kwanza tu kabisa nilipofika, sikujua kwamba nilipomshika paka huyo hakuwa tu paka wa kawaida bali ilikuwa ni roho chafu iliyoniingia. Kisha nilianza kusikia maumivu makali sana tumboni mwangu, na kumbe ndo nilikuwa nikipoteza tumbo langu la uzazi. Baada ya muda kupita, nilirudi zangu tena Johannesburg, huku nikijua vizuri kwamba nitakuwa tasa maisha yangu yote. Mwanzoni nilikuwa nikifurahia nguvu alizonipa za kichawi ili kuwaumiza watu niliowaona kuwa ni maadui zangu. Au nikitokea nimemchukia tu mtu yeyote. Lakini baada ya muda nilianza kuwa na wivu dhidi ya marafiki zangu ambao waliokuwa nikikaa nao katika mitaa ile ile. Mahara ambapo nilikuwa nikiishi na mume wangu pia. Nilikuwa na wivu nao kwa sababu sikuweza kumpa mume wangu mtoto na wao walikuwa na watoto na wakiishi kwa furaha na familia zao. Na haikuishia hapo bali niliamua kumroga mume wangu pia. Unajua kuna uchawi mkubwa sana wa kuwekana misukule huru hapa Afrika Kusini, hasa kwa wanawake wengi kama mimi, huwafanya wamezetu misukule. Wanandoa wengi, wanawake, tumewaweka waume zetu kuwa kama misukule ama kwa lugha nyingine huwaweka kuwa misukule huru, huwafanya wanaume hao kuwa tu ni wanaume kwa jina, lakini badala yake sisi wanawake ndo huwa kila kitu majumbani mwetu. Kama wanavyosema kwamba mwanamume anapaswa kuwa kiongozi ndani ya nyumba, lakini kwa hapa Afrika Kusini kwa baadhi ya nyumba huwa ni kinyume chake, mwanamke ndo anakuwa badala ya mwanaume na kuendesha kila kitu ndani ya familia wakati umemfanya mume au mtu wako kuwa msukule, anakuwa hajui chochote, hawezi kukudhibiti, bali wewe ndo unakuwa unamkontro kwenye kila kitu. Kwa hiyo nilifanya hivyo nilipoolewa na mume wangu, kwa sababu sikutaka afikirie vizuri ama apate akili kuwa kwa nini sikuweza kumpatia mtoto, hivyo nilimfanya kuwa msukule huru. Mimi taaluma yangu ilikuwa ni ualimu, lakini sasa ni mstaafu na nina umri wa miaka hamsini na sita maisha yangu yamejaa majuto. Sijawahi kusikia kilio cha mtoto nyumbani kwangu au kuishi maisha yenye furaha na amani kama familia zingine, na uchungu huu umenifanya nichukie kila mwanamke aliyejifungua. Mwanamke yoyote ambaye ana mtoto ni kama adui kwangu. Inaweza kutokea kwamba siwezi kukuroga, lakini kama ningeweza, ningeweza kukuroga tu. Kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye niliwahi kukutana naye mwaka jana kwenye shopping mall hapa Sandton. Mwanamke huyu alikuwa mjamzito, alikuwa akitembea huku na huko akiwa ameshikilia baketi ya KFC. Nilimchukia tu. Mungu anisamehe kwa nilichomfanyia yule mwanamke. Nilikwenda na nikamsalimia. Haishangazi lakini wanasema kwamba mwanamke mjamzito hatakiwi kuzungumza na kila wanaokuja tu kuzungumza naye bila sababu yoyote ile. Niliweza kuzungumza na mwanamke huyo, tuliongea mambo kadhaa na nikamuuliza ujauzito wake ulikuwa una muda gani, na akanijibu kwamba ulikuwa ni ujauzito wa miezi tisa na hivyo angeweza kujifungua hivi karibuni. Hivyo nilimwomba kama walau naweza kumshika tumbo lake ikiwa kama naweza kumwombea na maskini aliniruhusu bila yeye kujua, akihisi ni jambo jema kwake yeye na mtoto. Kisha nikaongea kwa kujikosha, "Hongera, unaonekana una tumbo zuri sana, maana hauonekani kama ni mjamzito kabisa." Alafu nilishika tumbo lake, kwa mshangao aliniruhusu na nikasema Mungu atakubariki kwa msichana mrembo kama wewe. Ambacho hakujua ni kwamba ingawa mtoto aliyekuwa akikua ndani ya tumbo lake la uzazi alikuwa mkamilifu, lakini nilipofunga tumbo lake nilibadilisha jinsi mtoto alivyokuwa. Mtoto huyo angezaliwa akiwa mtoto mlemavu kwa sababu ya uchawi niliyomwingizia bila yeye kufahamu chochote kisha nilitoka na kuelekea nyumbani, lakini kabla ya kufanya hivyo, nilinunua mwanasesere au kamdoli kadogo dukani. Kisha nikarudi nyumbani na yule mdoli mdogo, na badala yake nikawa na mchoma moto, huku nikiwa namnenea mambo yote mabaya niliyokuwa nikiyataka yampate yule mtoto na nilifanya zoezi hilo, niliuchoma ule mdoli, hususani maeneo ya mgongoni, kisha nilienda kuutupa kwenye pipa la uchafu. Hivyo kila nilichokisema na kukifanya ndo kitu ambacho kilienda kumtokea mtoto huyo, maana nilikuwa nikiona kila kitu katika maono kama sehemu ya nguvu zangu za kichawi. Hivyo ninaposema kwamba ninakuchukia, basi huwa nakuchukia kweli, na nilikuwa ninawachukia sana wanawake ambao wana watoto na nilikuwa nikimaanisha, na si kuwa mimi kama mimi, bali ilikuwa roho chafu ya kishetani iliyopandikizwa ndani yangu, ambayo ilikuwa inanipa chuki hii yote. Watu wasiokuwa wananijua waliniona na kunichukulia kama mwanamke aliyempenda sana Mungu, lakini yote ilikuwa ni kitu ambacho ningefanya tu ili watu wasishuku kama nilipewa roho ya uchawi na bibi yangu. Na nyumbani kwangu nilikuwa nikiishi na paka wakubwa watatu ambao niliachiwa kama urithi na bibi yangu kabla na baada ya bibi yangu kufariki dunia. Na huo ndo kama ulikuwa ulinzi wangu au kitu pekee kilichokuwa kikiongoza maisha yangu. Na paka hao walikuwa na majina yao, mmoja alikuwa akiitwa Tumati, Mitlati na Kula. Hayo yalikuwa majina ambayo walipewa na bibi yangu, wakati nilipoenda kumtembelea huko Eastern Cape nikiwa mdogo. Na hii ndo ilikuwa kwa mara ya kwanza kabisa bibi yangu kuniingiza katika chama cha kishirikina. Kabla bado sijaolewa na mume wangu. Wakati huo nilikuwa mwanafunzi mwenye umri wa miaka ishirini, nilipewa hirizi ya kichawi na bibi yangu. Na jioni moja baadaye, nikiwa bado nipo huko kijijini, bibi alinipigia simu akinitaka nitoke nje, lakini alisisitiza inabidi niwe uchi wa mnyama kabisa. Pia kulikuwa na wanawake wengine watatu kutokea kijijini hapo hapo, wakaja kwangu na wote wakanirasimisha kuwa mshirika mwenzao katika uchawi. Kisha nilipelekwa vichakani, lakini hapakuwa mbali sana na boma la bibi yangu alilokuwa akikaa. Bibi alikuwa na kuku mweusi na akaniambia nipige magoti. Nilipiga magoti na kisha akakata shingo ya kuku huyo. Nilipokuwa nikipiga magoti niliona paka kadhaa waliokuja na wakaanza kunizunguka nikiwa niko kwenye duara. Pia wakati bado nikiwa katikati ya duara hilo, bibi yangu naye ya akaingia kwenye duara hilo na akanitaka nisifungue macho yangu hata ingekuwaje. Nilimuuliza kwa nini, na akasema ukiona unaweza kuogopa na kufa mara moja. Kisha alichinja tena kuku mwingine na akaniambia ninywe hiyo damu baada ya kunywa damu ndipo nilipoanza kuhisi upepo mkubwa ulioingia kwenye duara bibi yangu na marafiki zake waliendelea kuniambia nisifungue macho yangu waliendelea kunong'ona usifungue macho yako nilihisi kwamba kulikuwa na kitu pepo wa kichawi alikuwa ameingia kwenye duara hilo alikuwa ameitwa kutoka kuzimu na bibi yangu kwa sababu ya kafara ambayo walikuwa wameifanya pepo huyo aliendelea kunizunguka Nilihisi hata kuna muda akinigusa, nilitaka kulia kwa uoga. Lakini nilijikaza kijasiri. Hakika niliogopa sana na sikufungua macho yangu. Nilihisi kama yule pepo anatapika na ni kweli alitapika buibui, na buibui huyo akaja na akaniingia mwilini kupitia mgongoni kwangu. Hadi leo nina buibui huyu aliye ndani ya mwili wangu na siwezi kamwe kutubu, kwa sababu kiumbe huyu aliye ndani yangu aliutia giza moyo wangu, na hata mtu akinihubiria buibui huyo atahakikisha kwamba sitakubali chochote na sitatubu kamwe. Baada ya zoezi hilo, baadaye nilirudi Johannesburg na nikaolewa na mwanaume niliyempenda, ingawa nilijua kuwa sitaweza kumpa mtoto, na nikamfanya kuwa msukule nikaanza kufanya kazi na wanawake wengine ambao pia walikuwa wachawi kama mimi. Baada ya muda nilipata kazi katika taasisi iliyokuwa ikitoa mikopo ambayo siwezi kuitaja kwa jina, ila ni taasisi maarufu sana hapa mjini Johannesburg. Nilipojiunga na taasisi hiyo ya kutoa mikopo, sikutaka kumuumiza mtu yeyote kwa uchawi, ila ghafla nikaanza kuwachukia wanawake niliokuwa nikifanya nao kazi hasa zaidi nilijenga chuki kwa dada mmoja ambaye alikuwa ameajiliwa kama muhasibu, kisa tu alikuwa na mtoto wake mmoja wa kiume na alikuwa akimpenda sana mtoto wake huyo. Alikuwa ameajiliwa kama fundi wa magari, na niliamua kutaka kumkomesha huyo mfanya kazi mwenzangu kwa kumdhuru mtoto wake kichawi. Siku moja kijana huyo akiwa katika shughuli zake za kila siku pale garage, walikuwa wakibadilisha injini ya gari. Hivyo wakati wakiwa wameivuta injini hiyo juu na mnyororo, nilifanya uchawi na mnyororo ule ulikatika. Ile injini ilianguka na ikampiga sehemu ya kifua, pia alikatika kiganja chake cha mkono wa kushoto, na hivyo alitakiwa kupelekwa hospitali. Hiyo ilikuwa ni habari nzuri kwangu. Hospitali ni sehemu nzuri zaidi. Maana hospitali kuna viumbe vya giza vingi, huwa tunafanya nao kazi kwa kushirikiana, hivyo kazi ya kumaliza kijana huyo ingekuwa rahisi zaidi kwangu. Na hatimaye kijana huyo alipelekwa hospitali, nilifurahi sana kusikia hivyo. Na baada ya kijana huyo kuwa yuko hospitali, moja kwa moja nilienda mpaka hospitalini na nikakutana na mama mmoja mtu mzima, ambaye naye pia alikuwa ni mshirika katika chama chetu cha uchawi. Na yeye alikuwa pale kwa kazi maalum ya kummaliza mama mkwe wake ambaye hakutakiwa kutoka hospitalini hapo akiwa hai. Na mimi nilimwambia nimekuja kwa kazi maalum ya kummaliza kijana mmoja ambaye aliletwa hospitali hapo kwa ajili ya matibabu, lakini katika pita pita zangu sikufanikiwa kumwona kijana huyo hospitali nzima, ikiwa nina maana kwamba kulikuwa na kama mizimu yake inamlinda au Mungu amemuwekea kinga nisimuone. Na baada ya kuona zoezi limekuwa gumu sana ili nibidi nienda mpaka mapokezi reception kwa ajili ya kumuulizia ili niweze kujua kuwa atakuwa yuko sehemu gani. Nilifanya hivyo kwa mara kadhaa, walinitajia jina la wodi mpaka kitanda chake, lakini bado sikuweza kufanikiwa kumwona kijana huyo. Na nilifanya hivyo kwa siku mbili lakini sikuweza kufanikiwa. Hapo nikiwa bado namwelezea yule mama mchawi mwenzangu tuliyekutana hapo hospitalini lakini mama yule aliniambia, wewe bado ni mchanga kwenye hizi kazi. Alicheka, lakini baadaye akasema tena kuniambia, nitakusaidia usijali, nitakupa dawa ya kupaka kwenye macho, itakusaidia zoezi lako litakuwa rahisi sana, ila inatakiwa dawa hiyo ifanyike tukiwa wawili, na mimi ndo nitakaye kupaka hiyo dawa. Hivyo tulifatana hadi nyumbani kwake, na alichukua dawa hiyo na kuanza kunipaka machoni mwangu. Dawa hiyo ilivyoingia kwenye macho yangu ilikuwa ikiuma sana kupita maelezo. Mfano wake ni kama vile uchukue pilipili kichana uipake machoni. Machozi yalikuwa yakinitoka lakini ilinibidi nijikaze ili niweze kutimiza zoezi langu. Haikuisha hivyo lakini macho yangu yalivimba kwa muda wa siku kadhaa. Mpaka mume wangu ambaye nilimfanya kama msukule huru, ila ilifikia wakati akaniuliza, nini kimekupata mke wangu, mbona umevimba macho kiasi hicho? Lakini nilimjibu kwa kebei kuwa hii siyo kazi yako na haikuhusu achana na mimi. Jioni ya siku iliyofuata nilikuwa sawa, na nikaanza safari ya kurudi kule hospitali alipokuwa amelazwa yule kijana. Sasa nilikuwa na nguvu ya ziada. Nilipojaribu kufika pale alipokuwa amelazwa yule kijana, ndo nikaona ni kwa sababu gani nilikuwa siwezi kumwona yule kijana. Ile sehemu kulikuwa na ukuta ambao hauonekani kwa macho ya kawaida. Ni kama mizimu au Mungu ndo alikuwa ameweka kizuizi hicho, japo sikuwa na jibu la moja kwa moja juu ya hilo kizuizi ambacho nilikuwa nakipita bila kukiona, hata ningeweza kupita, lakini nisingeweza kumfikia kijana huyo kichawi. Niliangalia vizuri na nikaikalili ile sehemu, kisha nilicheka sana mpaka kila mtu akawa ananishangaa, lakini hawakuelewa kinachoendelea lakini sikuwa mimi ambaye nilikuwa nikicheka kicheko hicho, bali ilikuwa ni roho ya kichawi iliyokuwa ndani yangu. Iligundua kuwa ilikuwa sasa kazi imekwisha. Ilijua kwamba ni mizimu ambayo ndo ilikuwa imeweka kizuizi hicho, hivyo pepo wangu alicheka kwa furaha baada ya kuweza kupata mbadala wa jambo hilo. Na bila ya kuchelewa nilienda moja kwa moja mpaka pale alipokuwa amelazwa yule kijana na nilimtolea drip za dawa ambazo alikuwa amewekewa pamoja na mashine iliyokuwa ikimsaidia kumfanya aweze kupumua vizuri. Na asubuhi iliyofuata, alfajiri, kijana huyo aliweza kufariki dunia. Nilicheka sana niliposikia kilio cha mama yake, na iko kitu pekee ndo kilikuwa kikinipa furaha, pindi napomwona mtu anapopitia mateso, anapoteza amani, au kukata tamaa ya maisha, au hata kufa kabisa na haikuwa kwa mapenzi yangu binafsi, bali roho chafu niliyopandikizwa ndo ilikuwa ikifanya mambo hayo yote. Na kwa mwendelezo, nakumbuka pia mwaka wa elfu mbili na ishirini, nilipokuwa nakaa, alihamia mama mmoja, mume wake na mtoto wao wa kiume. Baada ya muda kidogo, mama huyo alinunua gari ikiwa mpya na aliletewa hadi hapo nyumbani kwake. Hicho kitendo kiliniuma sana, na yeye pia nilifanikiwa kumuua mtoto wake. Na hayo ndo yalikuwa maisha yangu mpaka sasa nakaribia kuzeeka na sijui nini cha kufanya. Pia paka hawa watatu nilionao, ambao niliachiwa na marehemu bibi yangu, natakiwa kuwarisisha kwa mtu mwingine ili iwe mwendelezo. Hii ni stori ya kweli kabisa inayomhusu mwanamke huyu mchawi kutokea nchi ya Afrika Kusini, Johannesburg. Je, wewe una mawazo gani kuhusiana na kisa hichi cha ukweli? Tuandikie mtazamo wako kwenye comment section. Pia usiache kusubscribe, kulike na kushare ili usipitwe na makala zetu zote.